Mwenyekiti James Kabepele, jina lako limeonekana katika waraka wa G55 kama moja kati ya watu wanaounga mkono ajenda hiyo, unalizungumziaje hili? Kwanza lojiki kubwa ilikuwa ni ni watu ambao wanakusudia kugombea ubunge kwenye maeneo yao. Kwa hiyo watu hao ndio inasemekana kwamba walikaa kikao, walikaa kikao na wakijadiliana kupitisha hayo maamuzi ya G55. Lakini mimi bahati mbaya sana, mdogo wangu, sikuweza kuhudhuria hicho kikao na sikushirikiana katika hayo mambo. Sitaji kugombea na sijatangaza nia kugombea jimbo la Igalula kama jinsi ilivyoonekana. Kuhu, mimi sio mgombea na hicho kikao kilikuwa cha wagombea, na sikuatendi hicho kikao na sijui kilifanyika wapi. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida, hata nilivyokuwa nachaguliwa mimi kuwa mwenyekiti wa mkoa kabla ya masaa mawili ilitengenezwa sisi, ikaonekana mimi nachukua rushwa kwamba nimepewa rushwa kutoka chama fulani ili niweze kuwa mwenyekiti wa mkoa, ilitengenezwa. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida katika masuala ya kisiasa, lakini nikuthibitishie kwamba hili jambo halipo, na ndio maana baraza la uongozi sisi tulivyokaa na tukakaa kwenye baadhi ya mashauriano tuli- tulivunja tofauti ambazo zilikuwepo kwa masuala ya uchaguzi uliopita. Na watu walikuwa wamehasimiana lakini tulimaliza mambo yote na tumeshikamana. Tabora imetulia inasonga mbele, hakuna mgogoro wowote. Mwenyekiti, kuna saini yako pale kwenye waraka ule kama moja kati ya watu walioridhia hatua za G55 kuelekea uvutani wa no reform no election. Je, na hii sahihi yako unaizungumziaje? swala so, la sahihi hata wewe unafahamu, ukipata sahihi yangu huwezi kushindwa. Tunatendi vikao mbalimbali, tuna saini, tunafanya nini? Kwa hiyo katika teknolojia ambayo ipo sasa duniani ni jambo jepesi sana, ni jambo jepesi sana kuipata sahihi yangu. Mimi naatendi vikao vingi na maeneo mengi, na pengine waliohusika tumefanya nao vikao vingi pamoja kama viongozi wenzangu, kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana. Wanachadema wenzako mkoa wa Tabora na kanda ya magharibi wanakutilia mashaka mwenyekiti, kiti je, taarifa hizi unazo? a nipo kwenye kikao cha kanda ya magharibi. Kuna kundi dogo ambalo limeonekana kusimama kwa dhamira ichi wanavyoona wao, lakini ndani ya kanda ya magharibi hatuna hofu yoyote, tuko pamoja, tumeshikamana, na hili jambo halipo katika mioyo ya watu. Ni watu wachache ambao wameweza kulichukua hili kama sababu zao kwa, kwa maana nyingine, lakini sio kwa ambao pengine tunafikiria kwamba inaweza kuleta dhamira mbaya kwenye chama.